Naomba kutoa taarifa kwamba kamati ya matumizi imeyapitia makadirio ya matumizi ya fedha ya wizara ya kilimo fungu 43 fungu 24 na fungu 5 kwa mwaka wa fedha 25 26 kifungu kwa kifungu na kuyapitisha bila mabadiliko. Hivyo basi, naomba kwa sasa bunge lako tukufu liyakubali makadirio hayo. Naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Waheshimiwa, sasa nitawahoji Mabunge sasa alikubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato matumizi ya wizara ya kilimo kwa mwaka wa fedha 2025 2026, wanaoafiki waseme ndio, wasioafiki waseme sio. Mheshimiwa Waziri, bajeti sasa yako rasmi imepita na bunge wameipitisha. Asanteni, hongera sana Mheshimiwa Waziri, umepewa maelekezo na Mheshimiwa Rais na umeyatekeleza. Wewe naibu na timu yako ya wizarani, hongereni sana. Wanasema wazungu failure is not to fail, failure is not to try. Mnaweza mkaanza mkafanya makosa lakini mkajirekebisha mkapata maendeleo makubwa sana kuna nchi walitoka from sand to silicon. Mama Samia anatoka from sand to food security. Huyo ndio rais mwenye maono kwenye nchi hii na huyo ndio rais tunakwenda naye kwenye uchaguzi 2025 25. Nawapongeza sana mmefanya kazi nzuri sana. Ni waombe hii benki ya ushirika tusianze kukopeshana sisi wenyewe kwa wenyewe mtafanya makosa makubwa sana. Benki ya ushirika umkopeshe zungu, nakuja pale na cheo changu, naomba bilioni ishirini, mnanipa nakwenda kuzichezea. Wapeni wakulima, mnawajua, data ya wakulima mnayo, endeni mkawape. Niwaombe, kuna mengi umeshindwa kuyajibu kutokana na muda. Tafuteni muda, kaeni kwenye media, wewe na naibu wako, elezeni umma mikakati ambayo mheshimiwa mapeni na namna mtakwenda kuyatekeleza kwa wananchi. Waheshimiwa wabunge, tunayo ya kusema kwa wananchi, msiwe na unyonge wala hofu. Haya, siku zote tunasema nendeni mkaseme mabadiliko ya kilimo, mabadiliko ya kwenye miundombinu, mabadiliko ya afya, mabadiliko ya shule. Tunayo ya kusema. Chama kisichokuwa na ambacho hakina cha kusema kitaanza mikwara. Sisi twendeni tukaseme kwa wananchi. Kwa baada ya maneno haya, niwashukuru sana. Lingine, procrastination, neno la Kiingereza lina maana nzito sana. Kuto kufanya maamuzi na kudilei kujadili mambo maslahi mapana ya taifa letu. Faili linakuja ofisini, halishurikiwi, mtu anafanya mambo mengine. Kwa hiyo mimi niombe sana, kudile maagizo ya serikali, maagizo ya rais ni kosa, ndani kosa kubwa sana.